Mchezaji Aziz Ki ameanza mazoezi leo rasmi katika timu ya Wydad Casablanca. Eh, karibu sana katika Banya Leo TV channel yetu pendwa ambayo mara nyingi huwa tunakuletea habari za michezo pale pindi zinapoteka anga la mipaka ya ndani na nje ya Tanzania ambapo huwa tunasogezea habari zote za michezo na burudani. Mimi ni mchambuzi wako wa soka ambaye kila siku tunakutana mahali hapa kujadili mambo machache ambayo yanaendelea kuteka headlines paka sasa. Naitwa Daud Alexander Scott Wizi. Ungana nami katika habari ambayo inaenda kuhusu Aziz Ki, mchezaji huyu kutoka katika klabu ya Yanga na hivi sasa anakichapa huko nchini Morocco. Wydad Casablanca. Sasa mapema siku ya leo Stefan Ziski na Nordin Amrabati waongeza mvuto wa kimataifa katika kikosi cha Wydad Casablanca e, ambapo imeendelea kujimarisha kisawasawa kuelekea mashindano ya Kombe la Dunia kwa ngazi ya vilabu kwa kuwaleta nyota wapya wenye hadhi ya kimataifa katika hatua ya hivi karibuni. Stefan Ziski, kiungo mwenye ubunifu, ubunifu na usahihi wa hali ya juu amejiunga na amejiunga rasmi na kikosi hicho akichangia nguvu mpya kuelekea malengo yake juu ya klabu. Aziz K ambaye amewahi kuonesha uwezo mkubwa akiwa na timu mbalimbali mbali barani Afrika, sasa anakuwa sehemu muhimu ya muunganiko wa wachezaji wenye dhamira ya kuleta ya kuleta taifa heshima katika anga la dunia. Sasa mbali na hilo Nordin Amrabati, kiungo mshambuliaji mwenye uzoefu mkubwa kutoka mataifa ya Ulaya na Kombe la Dunia, naye amejiunga na kikosi cha Wydad Casablanca. Amrabati ni mchezaji mwenye maono, kasi na uwezo wa kubadili mchezo kwa muda mfupi. Ujio wake unatazamwa kama chachu ya mafanikio kutokana na uzoefu wake mkubwa kutoka katika soka la kimataifa pamoja na uwezo wa kuongoza wenzake uwanjani kwa ujua mcheza, kwa ujua wachezaji hawa wawili mahiri wa Wydad Casablanca ilionekana kama moja kati ya vikosi vilivyoiva zaidi barani Afrika, tayari kuchuana na wakubwa wa dunia katika mashindano yajayo. Sasa, sasa hiyo ndio habari ambayo mpaka sasa tunayo kuhusiana na Wydad Casablanca ambapo, ukiangalia siku ya leo kwa kweli ilikuwa ni siku kama vile ya furaha kwa wakati mwingine kwa Ziski. Kumbuka, wakati anaondoka katika klabu ya Yanga, aliweza kuacha ujumbe mzito wenye masikitiko makubwa ndani yake, na watu wengi waliweza kuzunishwa na kile ambacho alikiandika. Ilikuwa ni ujumbe wa kuumiza, lakini kwa hivi sasa furaha yake imeanza upya katika timu ya Wydad Casablanca ambapo hapo Hamisa Mobeto e, aweza kufunguka mambo mengi baada ya mume wake Azizki kuingia katika kikosi cha eh, Wydad Casablanca, na aliweza kuandika kama ifuatavyo. Mume wangu kipenzi Azizki, hongera kwa hatua hii kubwa ya kusaini mkataba wako mpya Wydad Casablanca. Kila wakati naona juhudi zako, bidii yako na matamanio tamanio lako la kuwa mchezaji bora sio tu Afrika bali duniani. Dua na kujituma kwako ndio mafanikio yako siku zote. Wewe ni mfano wa uthubutu, uvumilivu na maono yaliyojaa ma, matumaini. Kila siku unavyoamka, unaamka na njaa ya mafanikio, na hilo linanipa nguvu pia mimi kama mkeo, kama mkeo, rafiki yako wa karibu na shabiki wako wa kwanza, dua yangu kila siku ni ufanikiwe zaidi ya ukubwa unaoota kila mara. Endelea kung'ara, endelea kuamini, endelea kusukuma mipaka ya kile kinachowezekana. Jua huu ni mwanzo mpya wa mambo makubwa zaidi. Mimi niko nyuma yako kila hatua, katika kila pambano, kila goli na kila ndoto yako unayoipigania. Tunakupenda, tunakuombea, tuko na wewe hadi mwisho. Aliweza kuandika hivyo eh, mwanamama mbendo, mke wa Aziz K kwa sasa, Hamisa Mobeto. Eh, maneno ambayo ni ameandika kwa wededi kwelikweli, na kitu ambacho kimeanza kushangaza watu wengi sana ni namna jinsi ambapo Hamisa Mobeto anajituni sasa kama mke, na kwa kweli ameweza kuongea vitu vya msingi sana. Sasa hiyo ndio taarifa ambayo imeweza kuzua headlines kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii kitu ambacho kimeshangaza watu wengi. Hebu endelea kusubscribe Dex Media, mimi mi naitwa Daudex Rizzy.